Wakati rais wa Ukraini Volodimir Zelenski akiendelea kushinikiza umoja wa Ulaya EU kumkubalia kujiunga na umoja huo, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban ameonya EU kwamba kuidhinisha wanachama wa Ukraine kutavuta umoja huo moja kwa moja katika mgogoro mkali kati ya Urusi na Ukraine ambao unaendelea. Zelenski akizungumza kwenye mkutano wa Enlargement Summit wa Euronews siku ya Jumanne alisema Orban anapaswa kutoa kitu kwa Ukraine ambacho kitalinda Ulaya nzima dhidi ya Urusi na hata sasa wakati wa vita hatukupata msaada wowote kutoka kwake, rais huyo wa Ukraine alisema. Hungary inatoa msaada moja kwa moja kwa Urusi kwa kuzuia kuingia kwa Kiev katika muungano wa Ulaya. Obani alijibu masaa machache baadaye kupitia chapisho lake kwenye ukurasa wa X akisisitiza kuwa Hungary haitaunga mkono wanachama wa Ukraine katika umoja wa Ulaya, kwa sababu hiyo ingeleta vita katika bara la Ulaya na kuchukua fedha za wananchi wa Hungary kuzipeleka Ukraine. Aliongeza kuwa uamuzi wa, wa kuingiza taifa jipya katika EU unahitaji idhini ya pande zote 27 zinazounda muungano huo, na kila nchi ina haki ya kuunga mkono au kukataa. Mnapendekeza kuwa Hungary ina deni lolote kwa Ukraini, ni jambo lisilokubalika. Ukraini hailindi wa Hungary dhidi ya mtu yoyote na kitu chochote, hatukuuliza jambo kama hilo na hatutawauliza, aliandika Orban, akisisitiza kwamba usalama wa Budapest unahakikishwa na jeshi la nchi hiyo na NATO ambayo Ukraine kwa bahati mbaya si mwanachama wa Tofauti na mataifa mengine ya EU, Hungary imechukua msimamo wa tofauti kuhusu mgogoro wa Ukraine, ikikataa kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev na ikitaka suluhisho la kidiplomasia. Hata hivyo, imepanga kutoa msaada wa kibinadamu wa euro milioni mia mbili sawa na dola milioni mia mbili na thelathini kwa Ukraine. Akisema Oban, ni bahati mbaya ikiwa hili halimaanishi chochote tulichokifanya kwa Bwana Zelenski. Ukraini ilipewa hadhi ya kuwa mwanachama wa EU miezi michache baada ya kuongezeka kwa mgogoro mwaka 2022 na Zelenski amekuwa akihimiza mara kwa mara kuharakisha mazungumzo ya kujiunga kwake. Hungary ilitangaza msimu wa joto uliopita kwamba ingepinga kuingia kwa Ukraine baada ya kura maoni ya Juni ambapo ilikuwa na asilimia 95 ya wapiga kura wakipinga uanachama wa Ukraine. Hivi karibuni Ujerumani ilipanga kuongeza msaada wake kwa Ukraine kwa mwaka 2026. shirika la habari la Reuters limeripoti likitaja vyanzo vya serikali Berlin, ambaye amekuwa na uchumi mkubwa na mfuasi mkubwa wa Kiev ndani ya EU. Tayari imeipa Ukraine euro bilioni 40 sawa na dola bilioni 46 tangu kuanza kwa vita Februari mwaka 2022. Vyanzo vya shirika la habari vya Reuters vinasema kwamba Berlin inafikiria kuongeza zaidi euro bilioni 3, Sawa na dola bilioni 3.5 kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita, jambo inaloweza kufanya msaada wa jumla kufikia euro bilioni 11.5 sawa na euro bilioni 13.2. Fedha hizo zitagawika kwa kununua bunduki za makali, drone za kijeshi, magari ya vita na kuchukua nafasi ya mifumo miwili ya ulinzi ya anga ya Patriot iliyotengenezwa na Marekani. Kiongozi mmoja wa Ujerumani amesema, tutaendelea kutoa msaada wetu kadiri itakavyohitajika, huku Hans Merzi akikiri uchumi wa Ujerumani una mgogoro wa kimuundo. Uchumi wa nchi hiyo ulikuwa na mfululizo wa miaka miwili ya kushuka, mwaka 2023 na 2024, hasa kutokana na kupotea kwa nishati ya bei nafuu kutoka Urusi kutokana na vikwazo vya EU. Hali ya kisiasa kimataifa inakabiliwa na mizozo ya kidiplomasia ikiwemo mkutano wa EU CELAC Latin America and Caribbean ambao baadhi ya viongozi wa Ulaya wamejitokeza kutokana na hofu ya kumuudhi rais Donald Trump ambaye hivi karibuni aliweka vikwazo na kuagiza hatua za kijeshi dhidi ya Colombia, mwenyeji wa mkutano huo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wakiwemo Ursula von der Leyen, Friedrich Merz na Emmanuel Macron wametoa taarifa kutohudhuria mkutano huo. Tukio hilo limezua taharuki, huku vyanzo vikibainisha kuwa mkutano huo unakabiliwa na ukosoaji wa dakika za mwisho na una mwendo mgumu wa kupanga ajenda zake. EU na CELAC zinawakilisha nchi hamsini sawa na asilimia 21 pato la taifa la dunia, yani GDP.